Mtazamaji wa Come TV Tanzania, ni siku nyingine tena na ni wasaa mwingine tena, tunakutana katika mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tunakuletea hapa, na leo ni mwendelezo wa exclusive interview ambayo nilikuwa nimefanya hapo awali na Mr. Comeback kuhusiana na elimu ya nyota. Sasa tuko hapa kuendelea pale tulipoishia katika kipindi kilichopita. Karibu sana. Jina langu ni Wity Lala na hapa nipo na Mr. hmm, Comeback kuelezea uh, mwendelezo wa elimu ya nyota. Awali ya yote nimkaribisha sana. Karibu sana. Asante sana Wity Lala. Uh, nashukuru sana. Karibu msalimie mtazamaji ambaye yeah, anakufuatilia hivi sasa. Sawa, mimi ni wakaribishe katika kuelewa mambo ambayo kimsingi yanatuhusu sisi sote, mm, uh, iwe mwanamke iwe mwanaume, lakini yote yanatuhusu, lakini pia uh, sambamba na kujua mambo ya msingi uh, uh, sambamba na kujua mambo ya msingi ambayo mara nyingi sana yamefichwa mm, na siyo yote ambayo mtu anaweza kuyaelewa lakini yale ya msingi basi ni vyema kuyajua, kwa sababu ni kama mwongozo wa namna gani e, sisi tunatakiwa kuishi. Mm, kwa kipindi kirefu watu wamekuwa wakiyasikia tu na ki, e, wakifundishwa katika namna nyingine, sio katika mitaala ya elimu. Kwa hiyo ni fursa pekee kuweza kusikiliza na kufahamu yale ambayo tutakuwa tunayaelezea kwa kuyafafanua kwa Kiswahili chepesi sana. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi niwakaribishe sana, karibuni sana, na zaidi tu ya kuwatakia heri na kuwatakia amani na kuendelea kuombeana na kuliombea taifa pia vile vile, lakini vile vile tusisahau kuombea wazee wetu ambao waliotangulia mbele za haki, na hasa wale ambao waliondoka kwa wema katika ulimwengu huu, kwa sababu wazee wetu waliotangulia mbele za haki wapo ambao waliondoka kwa shari pia vile vile. Tuna ambao walipata maradhi, walipata magonjwa, wengine waliuawa na kadhalika, wakaza wakadha. Kwa hiyo hawa wanapokufa au wanaondoka kwenye ulimwengu huu, wanaenda kuwa viongozi wetu wa kiroho na wanakuwa wanatupa miongozo, na wengi wao waliokufa kwa ubaya, basi wao wanarudi kwa shari wakitaka kukamilisha hatima zao na ndio pale unakuta koo za watu zinaanza kusumbuliwa kutokana na, na hilo lakini, wapo watu wa, walioondoka kwa wema, nao wanatushauri na wanatusaidia mambo mengi sana, kuepukana na matatizo yote hayo kwa pamoja na kusaidizana na malaika wetu kama viongozi wa kiroho na uwepo wa nguvu ya Mwenyezi Mungu, nguvu ya universe inatusaidia sisi, tunaendelea kusurvive kwa yote kwa pamoja, wote, mimi na wewe na sote, tunatakiwa tuvishukuru sana. Sawa, nimeona salamu yako kidogo mm -hmm. Inaweza ikawa pia darasa wakati ujao, kwa nini tuwashukuru hao wazee wetu wa kiroho mm -hmm. eh, pamoja na viongozi wetu wa kiroho kiujumla. Wakati ujao, mtazamaji, tutakuja kuelezea kiundani zaidi tukanapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mada yeah. nyingine nimeshapata mpaka hapo. Sawa, sasa tunazungumzia kuhusiana na nyota za mm -hmm. binadamu ama nyota kwa binadamu nyota kwa binadamu ama nyota ambazo zipo kwa binadamu mm, chanzo chake ama vimetokana na nini haswa? mm -hmm. Sawa, kwenye sessions zilizopita tulifafanua fanua tu vitu fulani kuhusiana na issue za nyota na nini, hatukuvitaja hatukuzitaja zile nyota kwa idadi yake na majina yake, lakini tukasema kwenye sessions zitakazofuata basi tutazitaja kwa majina yake, na tukafafanua elimu ya nyota ni elimu inahusiana na nini kwamba ni elimu kwa kukumbushia tu, ni elimu ni elimu inahusiana na sayansi ya kiroho, baina ya maisha ya kiroho kwa mwanadamu na maisha ya kimwili, mfumo wa maisha ya kimwili. Lakini tukasema kwa kukumbushia pia vile vile, elimu ya nyota ni elimu ambayo inapatikana kwenye uh, elimu ya astrology, astrology au kwa Kiswahili unajimu, na elimu hii hakuna mitaala rasmi ambayo inafundishwa darasani ama shuleni kwenye vipindi uh, shuleni, lakini ipo, na watu wakitaka kuitafuta na kuisoma vizuri wanaweza kuipata. Lakini elimu hiyo pia sio kwamba haipo moja kwa moja, hapana, ipo, lakini imefichwa fichwa katika hiyo hiyo mitaala, baadhi ya, ya masomo imefichwa fichwa katika namna ambayo wewe huwezi kuigundua mpaka uwe na akili ya ziada. Wakati tunaendelea kutupa maelezo pia, utuambie ni kwa nini imefichwa hivyo. ya imefichwa kwa sababu siku ile niliwahi kutolea mfano kwamba dunia hii au ulimwengu wetu huu tunaishi katika ulimwengu wa mafumbo, tunaishi katika ulimwengu wa siri, tunaishi katika ulimwengu wa kugeuza mambo nyuma na kuwa mbele na mbele na kuwa nyuma. Kwa ukiaweka wazi kama hivyo ambavyo pengine watu wangekuwa wanafikiria au wanataka, basi kungewezekana kukawa na uharibifu mkubwa sana eh, kwa sababu watu tumezaliwa katika karia tofauti. Na hii ni mada pia itakuja kuisoma kwamba kuna watu wamezaliwa katika nuru na watu wamezaliwa katika giza. Sasa waliozaliwa katika nuru wanazo fundamento zao, waliozaliwa katika giza na wenyewe wanazo fundamento zao. Nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba tukiviweka wazi vitu vyote watu watadhuriana, wataharibiana kwao. Kuna baadhi ya vitu vimefichwa ili kulinda, kulinda uwepo wa uhai kulinda, kulinda uwepo wa ulimwengu. Kwa mfano, wewe unaitwa Witi Nasukeni, nilikwambia wewe unaitwa Witi, tunakutambua kwa jina la Witi, lakini tukitoa hilo jina Witi, wewe unabaki kuwa nani? natukitoa hilo jina mwanadamu au mtu, tukalitoa hilo jina unabaki kuwa nani? Kuwa kiumbe, nabaki kua aua. Kuna baadhi ya vitu vitumevipa utambulisho au tumevipa thamani au kuvijua kwa kutafuta maana. Kwa vile vile hata kwenye mitaala yetu ya elimu kuna vitu vimewekwa ili kutafuta maana, eea, kutafta maana au kutafuta hicho hicho kitu au hilo jambo. Kwa hiyo, maana yangu ni nini? Sisi tumekuficha wewe kwa kutaka kukupa utambulisho, kama Witi tumekuficha wewe, tumekupa utambulisho wa kuitwa Witi, lakini wewe ni kitu kingine <laughs> ni kuwa makini sana yeah, hapo mm, kuwa yeah, makini. Jina ni utambulisho tu wa mm, wanadamu kutambua. Vitu vingi vimepewa lugha ya alama, lugha ya ishara e, hata si binadamu tumepewa lugha ya alama au lugha ya ishara kama utambulisho. Kwa hivyo kwa maana hiyo, Mr. Kam, ni kwamba hivi vitu watu wachache kuvifahamu, ndo sawa ni vizuri, lakini changamoto zinapozidi inabidi vile vitu ambavyo vinatakiwa kufahamika vifahamike, ili watu wapate kujitatua au kujisaidia kwa mfano leo hii unakuta kuna watu wana changamoto nyingi sana ambazo zinatokana na maradhi ya kiroho ambao, kimsingi ni watu wangeyafahamu tu, wangetatua shida zao wenyewe pasipo kuangaika na ingekuwa rahisi, na, na, na, na, na inawezekana kila mtu kujifahamu na kuishi katika misingi ile ambayo nyota yake anataka, na, kuishi na, na ndivyo wanadamu tumezaliwa hivyo, kwamba kila mmoja anatakiwa ajifahamu kama ilivyo unavyojijua mwili wako wewe sasa hivi umeukoje? Unajisikiaje? hali yako unajoto, una joto, unaumwa, una changamoto fulani, damu yako grupu gani? Hivo hivyo ndivyo unavyotakiwa ufahamu hata kwenye masuala mbalimbali ya kiroho. Kwa hivyo kinachotufanya sisi binadamu tuonekane, labda mimi ni tofauti na kam kam, ni tofauti na mwingine ni nyota. Vipo vingi ambayo tunatofautiana na vipo vingi sana tunatofautiana navyo lakini tukirudi sasa kwenye mada moja kwa moja kwenye elimu ya nyota, nyota zipo nyingi kama nilivyokwambia awali, nyota ziko kumi na mbili ambazo hizo nyota ni mfumo ambao tayari wanajimu wa kale waliuweka na ni utaratibu ambao tayari upo katika vitabu na kumbukumbu ambazo tumekuwa tukizisoma kwenye vitabu. Nyota kama mfumo wa kiroho, sawa, maisha ya kiroho ambao unaendana sambamba na mwanadamu, umenielewa eh? Na hizi nyota si nyota tu kama unavyofikiria, bali ni nyota ambazo zinashabiana na vitu ambavyo viko angani, vinaendana na vitu ambavyo viko angani, yaani kwenye universal au kwenye ulimwengu, vimeunganishwa kwa pamoja, vinafanya kazi kwa ushirikiano. Mm -hmm. Na kabla ujaendelea mbele zaidi umesema hapo kwamba uh, nyota ni miongoni mwa vitu ambavyo vimeundwa na wanajimu. So vimeundwa ni mifumo ambayo ime ime ime imegunduliwa ime, ime, ime na wanajimu. Na wanajimu au wanajimu ni kina nani pengine, mm -hmm. kwa faida ya mtazamaji ambaye anatizama hivi sasa? mm -hmm. mm -hmm. Swali so zuri sana Wity. Unajimu kwa Kiingereza tunaita astrology sawa, wana astrolojia au wanajimu kwa Kiswahili. Historia ya wanajimu inaenda mbali sana, inarudi nyuma sana, miaka ya nyuma sana. Kuna jamii moja ambayo umeisoma kwenye vitabu, katika kumbukumbu -kumbu zako, kama ulishowahi kusoma au kusikia mahali popote, hata kwenye vitabu vya dini imeandikwa hiyo. Jamii inaitwa Wababeli. Kama ulishawahi kusikia unawaitwa unawajua au eh? Ulishawahi kuwasikia au kuwasoma mahali wanaitwa Wababeli. Sasa hawa Wababeli hawa ndio chanzo cha ustaarabu wote ambao tunautumia katika ulimwengu wa leo. mm -hmm. Wababeli ilikuwa ni taifa kubwa sana katika maeneo ya Mesopotamia huko ambayo hilo eneo leo hii ukitafuta kwenye atlas au kwenye ramani za leo ndo eneo la Iraki ya leo. Aha, Iraki hii ambayo mnaiyo mnaisikia kwenye vyombo vya habari Iraki Iraki, kwao lile eneo ndio eh, jamii ya kwanza kabisa inayoitwa Wababeli ilianzia pale, na hata ukisoma historia kwenye vitabu mbalimbali mbali, ndo hiko hivyo. Kwa hiyo hawa Wababeli hawa na wao pia wana historia yao, walitoka wapi? Umeona sasa, lakini ndo jamii ya kwanza ambayo ilianza kuwa na ustaarabu katika ulimwengu huu kuandaa mifumo yote na mawazo yote ambayo leo hii tunayatumia, mifumo kumi na mbili ya miezi kumi na mbili ya masaa ishirini na nne ya dakika na sekunde, vyote hivi walianza kuviandaa watu wanaitwa Babeli. Kwa hiyo ndio sehemu ya kwanza katika ulimwengu iliyoandaa ustaarabu duniani, ndio walioanza kutafuta eh, walioanza kutafuta eh, walioanza kutafuta ustaarabu wa, wa, wa, wa, wa uwepo wa sisi, yaani kuanza kujijua au kujitambua sisi ni wakina nani, tumetoka wapi, tumekuja kufanya nini, tutaondokaje o hawa ndio walianza kujua. Sasa walifanyaje? Walichokifanya ni kwamba walifanya utafiti wa vitu vingi, mambo mengi sana walifanya hapo, sio kitu kimoja, sio nyota tu peke yake, yaani sio haya unajimu peke yake. ni vitu vingi sana. Sasa mimi sitaki kwenda mbali sana, lakini ukitaka historia siku moja tuje tuizungumze kuhusiana na hawa Wababeli, hawa walitoka wapi, ilikuwaje. Eh, lakini kwa faida ya mtazamaji kwa yule ambaye anatutazama sasa hivi, inasemekana inasemekana, na nitakuja kuzungumza siku moja hilo inasemekana hmm. Hawa babeli asili yao walitoka Afrika Mashariki hmm. Eh, inasemekana yeah. eh, Afrika Mashariki lakini nitakuja kuizungumza hii hmm. eh, eh, niende sasa kumalizia hapa, ilitokaje sasa kwa Wababeli kuja mpaka kuja eh, kuja katika mifumo yetu ya leo, dunia ya leo mpaka wanasayansi fizikia, hii biolojia, kemia tunayoiona uh, na masomo mbalimbali, chanzo chake kilitoka kwa hawa watu. E, asikuambie mtu. Kilitoka kwa hawa watu. dini zote hizi unaoziona leo, kabla ya hizi dini Uislamu na Ukristo, zilitoka kwa hawa watu, si umenielewa eh? Kwa hiyo ustaarabu ulikuwa unabadilika. Sasa hiyo ni jamii moja ambayo nimekuambia inaitwa Wababeli, lakini Haikuwepo tu wa Babeli, baadaye kuna jamii nyingine ilikuwa inaitwa, so baadaye ilikuwepo inaitwa wa Misri. Misri unaijua? Misri unaijua? Misri, Misri. Mm -hmm. Ni moja kati ya jamii ya kale pia ambayo ilikuwa na mambo makubwa sana na pia walichota vitu fulani kutoka kwa hao wa Babeli. Eh, e, walichota vitu fulani kutoka kwa hao wa Babeli, ambao sasa hawa pia na wenyewe walikuwa na taaluma zao walikuwa na dhana zao, walikuwa na ujuzi wao. Sasa ujuzi wao ulikuja kusaidia nini? Angalia jinsi elimu ilivyokuwa ina inaruka ina inaenda inaenda inaenda mpaka leo imetufikia. Nakupa haka stori, ili mtu mtazamaji mtazamaji ambaye anatutazama, ili aje aunganishe na ajifunze kwamba leo hii kwa nini tunashughulika na tunaeleweshana haya ah, mambo ya nyota na nini, si ndio? Uh, au kwa nini ameandikwa andiko kwenye vitabu kwenye dini fulani, imeandikwa kidogo, unaona? Vimeandikwa andiko vingine havijafanuliwa vizuri, vimeandikwa kwenye mafumbo, kwenye misemo, umeona? Eh, mm -hmm. Ili aelewe sasa. Kuna hao wa Misri wa Misri ni, ni moja kati ya jamii ya kale pia vile vile. Sasa hawa wao walifanyaje? Wao walichokifanya Wamisri waliingia, wali, wali, wali, wali in deep zaidi wao walichokifanya waka wakaunda mfumo wa kiroho sasa, kutumia ule mfumo kum, wa kumi na mbili ambao ulitoka kwa Wababeli, ule mfumo wa kumi na mbili, kumi na mbili miezi kumi na mbili na masaa ishirini na nne na siku thelathini kwa mzunguko wa mwezi wa kufuata hisabati, kwa kufuata milinganyo, wakaandaa na wakaunda mfumo wa kiroho sasa, dhana ya kiroho sasa, ambayo yenyewe sasa ndio iliandaa hii unajimu ambayo tunaiona leo, sio kama umenielewa. Hawa wa Misri hawa wao sasa, hawa wa Misri wao waliandaa mfumo wa dhana ya kiroho kwa mfumo wa kumi na mbili ile ambayo ilitoka kule kwa wa, wa Babeli na wakaenda mbali zaidi waka, wakaunda mahesabu kufuata hesabu za, za miezi na mizunguko na sayari zilizoko huko angani nyota, wakaenda mbali zaidi wakapiga hesabu kwa kufata idadi na kumbukumbu I mean, -kumbu zao, wakajua maisha hadi ya kifo. Yani wakajua hesabu za kifo, na hizi nini tunaita DNA, kujua DNA inaweza ikatoka kwa mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ikatoka huyu ikaenda kwa huyu, kizazi na kizazi. Wao walikuwa wataalamu zaidi, sasa kuingia hadi kwenye mifumo ya kiroho zaidi. Umeona, haikuishia hapo, kulikuwa kuna jamii nyingine tena inaitwa Wagiriki. Na hii sasa watu wengi wamekuwa wakisikia jamii inaitwa Wagiriki. Sasa hao Wagiriki wenyewe na wenyewe walikuwa wana mambo yao mengi, walikuwa na vitu vyao vingi sana Wagiriki. Na hao Wagiriki sasa wao walikuja kufanyaje? Yaani kilichokuwa kinatokea hapa ni kuunganishana. Mm -hmm. E, eh, kutoka kwa Wagiriki e, eh, wa Babeli kuja kwa Wamisri, kutoka kwa Wamisri kuja kwa Wagiriki, umeona eh? Kwa hiyo kuna vitu walikuwa wana ni kama vile wanaviboresha boresha wanaboresha kila tamaduni hawa tamaduni, na copy na kupaste, hawa na copy na ku paste, ni kama vile ambavyo sisi tumechukua Kiingereza, maandishi yale ya ya Kiingereza au alfabeti zile kuzileta katika lugha ya Kiswahili, umeona eh? Lakini sio alfabeti ambazo sisi tume identify, umeona no? Ni tumeiga tu zile ABCD, tumezileta katika mfumo wa Kiswahili maandishi, tunaanza kusoma, tunaelewa. Unaona ku modify kwao, hata wa Giriki nao wali modify elimu ambayo ilitoka kwa Wababeli, ilitoka kwa kwa Misri Wababeli, sasa wao walifanyaje? Wababeli kwanza walikuwa na mambo mengi, yani kama vile eh, no, hao Wagiriki. Walikuwa na mambo mengi kama ilivyokuwa kwa Wababeli. Umeelewa? Walikuwa wana vitu fulani wanasema miungu. Miungu unajua eh? Hata Wababeli pia walikuwa na miungu, wanaabudu masanamu haya, nini? Kuna walikuwa na miungu yao, miungu yao, wana majina yao. Sasa utajiuliza miungu, miungu gani hao? Ndio utakuja kuwataja sasa hao miungu hao. Ndio utashtuka. Utashangaa, utaanza ku, unashangaa, hey, hey, unaona mambo ya ajabu so. Ajabu ndio vitu vilivyokuwa hapo zamani. Kwa hiyo usishangae, hata mtazamaji pia asishangae, aone ni kawaida, kwa anapokuwa anajifunza hivi vitu, basi ajifunze kwa kujua kwamba haya mambo yalikuwepo kabla yake na si ya kushangaza mm -hmm. Sasa Wagiriki hao walikuwa na miungu, na miungu yao ilikuwa mingi mingi. Najua wengi watakuwa wanaelewa so kwa hawa miungu walikuwa ni wengi. Sasa hiyo ni jamii ya Wagiriki, lakini jamii nyingine sasa ambayo ilikuja katikati hapa miaka ya katika karne za katikati hapo, ambayo jamii sasa na yenyewe ilikuja na mapinduzi makubwa tena makubwa, tuelewane vizuri. E, ilikuja na mapinduzi makubwa, na hayo mapinduzi ni mapinduzi gani?